Ili ufanikiwe sana, lazima uwe na kwa nini kubwa. Yaani kwa nini ni zile sababu ambazo ni za msingi sana, na ile hasira ambayo ulionayo ndani yako, ambayo inakufanya wewe uweze kuamka kila siku na kupambania malengo yako. Na kwa nini unaipataje? Unaipata kwa nini yako au sababu zako pale ambapo unajua kuna kitu fulani kimetokea kwenye maisha yako na kimekudhalilisha, kwa sababu haukuwa na pesa ya kutumia kusovyo changamoto yako. Inawezekana mama yako aliugua, lakini ukatukanwa sababu huna hela ya kumhudumia unaombaomba michango. Inawezekana mtoto wako alifukuzwa ada shule kama mbwa. Mnielewa, eh? Inawezekana labda ulifukuzwa kodi kama mbwa. Hizo huwa ni kwa nini za wajasiriamali, lakini mtu ule wa kawaida huwa anazoea hayo maisha, naona ah, haya ni maisha kawaida, nivo, ya kawaida, natakiwa ndio hivyo, jinsi ndivyo. Lakini mjasiriamali anatumia kama hasira ya kumfanya yeye aweze kufanikiwa na kupiga hatua. Hakikisha una hasira, una kwa nini na una sababu ambazo umeziandika na unazifanyia kazi ili uweze kufikia mafanikio unayotaka. Ni milioni a menta Mr. Joseph bilionea Ndobandola hapa. Share na mtu mwingine ili iweze kumsaidia hii idea.